Nam, uko nami Chinga, Chinga one online TV. Bado tupo bado tupo India siku ya leo aa, tuko mitaa fulani, tuko katika mtaa wa Rekere tukiwa tunajaribu kucheki mji mji unakwenda vipi siku ya leo, siku ya Jumapili. Maisha bado yanaendelea vizuri hapa nchini India, maisha yanaendelea vizuri, bado tuko hapa nchini India na leo ni siku ya Jumapili basi. Uh, tukiwa tunakatiza katika mitaa hii ili kwenda uh, kuangalia mambo mazuri ya huku nchini India. Mambo kama kawa mambo kama kawaida. E, siku ya leo e, tuko katika mtaa wa Arekere, tupo katika mtaa wa Arekere. Tunaona matikiti maji kama yote matikiti maji ni kama yote. Babako, babako anauza matikiti maji hapo kama yote. Unaona matikiti. Hello, how how are you? How are you brother? Hawa ni marafiki zetu, tumekutana nao hapa. I'm coming from Tanzania. Yes. From Tanzania. yeah. yeah. You, yes, nchini Tanzania nenda nakweta tunaitwa kidogo. I'm joking. Yes. Name? Name Willy from Tanzania. Africa. Tunamwambia ni kwamba tunatokea katika nchi ya Afrika Mashariki. Sijui kama ananielewa, sijui kama anielewi. Basi mambo yanaendelea kuwa ni, ni mazuri. Bado tuko hapa nchini India, eh, tukiwa na harakati zetu za kutembea hapa na pale, kupata kuwasiliana na watu. Mambo yanakwenda ni mazuri, ni mazuri, ni mazuri kabisa. Mambo yanaenda mazuri. Bado tuko hapa nchini India, bado tuko nchini India. Haya ni ma mapapai tumekutana nayo huku nchini India. Basi huku bwana, kila kitu kinapimwa kwa mizani. Haya ni mapapai huku, mapapai mazuri kabisa. Maisha bado yanaendelea vizuri. Leo ni siku ya Jumapili Juma uh, Jumapili bado tuko hapa nchini India, tunaendelea uh, kutembea kuzunguka huku na huku uh, ili kuweza kujua mji vizuri na kufurahia yale yote mazuri ambayo yanapatikana huku nchini India katika jiji hili la Bangalore. Watoto wazuri, watoto wazuri the good, good. Beautiful, beautiful girls, how are you? Watoto wazuri wa huku kwetu India. Yes, yes.